Watu 28 wamefariki dunia na wengine wanane kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha magari matatu ikiwamo lori katika mlima Iwambi jijini Mbeya. Akithibitisha ajali hiyo, Kamanda wa polisi mkoa Mbeya, Benjamin Kuzaga amesema ajali hiyo imetokea jana Jumamosi, Juni 6, ambapo watu 27 walifariki papo hapo na majeruhi kuahishwa hospitali teule Ifisi iliyopo Mbalizi. Amesema katika barabara kuu ya Tanzania, kutokea Mbeya kwenda Tunduma, gari aina ya lori likiwa na tela likiendeshwa na dereva Philip Mwashibanda mwenye umri wa miaka 33 liligonga magari mengine mawili. Amesema katika magari hayo yaliyokuwa na abiria yaligongwa na lori hilo, kisha kutumbukia kwenye korongo uliopo mto Mbalizi, na kusababisha vifo na majeruhi hao. Na nukuu, baada ya kugonga magari hayo yalitumbukia korongoni na kukita kwenye gema la kingo za mto jana hiyo walifariki watu 27 na leo asubuhi tumepata taarifa majeruhi mmoja kufariki na kufikia idadi hiyo, amesema Kamanda Kuzaga. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi. Mpaka sasa hivi watu 28 na wamepoteza maisha na wengine 8 e, ni majeruhi na katika ajali hii, hawa majeruhi 20, majeruhi 8 wako hospitali teule ya... Ifisi, na maiti ishirini na nane ziko pia katika hospitali hiyo kwenye chumba cha maiti pale hospitali ya Ifisi. Ni kwamba mnamo tarehe saba mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa moja na dakika arobaini na saba kwenye eneo hili la mlima Iwambi katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya vijijini kwenye barabara kuu ya kutoka e, Mbeya kuelekea Tunduma gari lenye namba T830 EDP likiwa na tela lake lenye namba T148 CTD aina ya Scania lori likiwa limebeba shehena ya unga liliweza, likiwa linaendeshwa na dereva ambaye anaitwa Filipo Laitoni Mwambi Mwashibanda mwenye umri wa miaka 33. Huyu ni mkazi wa Tunduma katika mkoa wa Songwe ikiwa natokea Dar es Salaam kama nilivyosema, ilikuwa limebeba shehena ya unga liliweza kufika katika maeneo haya na kugonga kwanza magari mawili. Gari mojawapo ni team ya 257 DVP aina ya Mitsubishi Rosa iliyokuwa na abiria, ambayo sasa ndio ndohumo tumepata majeruhi pamoja na vifo, lakini pia na gari nyingine team ya 185 DMF aina ya Toyota Light Ice na kutumbukia kwenye eneo hili la korongo kwenye mto huu eh, Mbalizi na kukita kwenye hili gema ambapo tupo hapa, ambayo ni kingo ya mto huu wa uh, Mbalizi na kusababisha vifo ishirini na saba kwa jana, lakini baada ya kuchukua wale majeruhi, basi leo asubuhi tumepata tena taarifa kwamba uh, majeruhi mmoja ameongezeka na ndio maana nasema vifo vimefikia ishirini uh, na nane.